Watu wa Shinyanga uchaguzi wa serikali ya mtaa ulikuwaje? Sasa nawauliza swali moja la msingi, tuko tayari kuingia kwenye uchaguzi kama ule? Tukisema no reforms no election, sisi ni wajinga ama sisi tuna maarifa? Sisi ni wajinga ama sisi tuna maarifa? Sasa tuliposema hivyo, sikilizeni Yesu baada ya azimio hio ya mwaka jana, kamati kuu chini ya mwenyekiti Mbowe, mkutano mkuu kalikubali, baraza kuu, mwenyekiti Lissu amekuja, tukasema no reforms, tukaendelea no reforms, no election. Tumepita kanda ya Nyasa kusini, wakaona mpiti, kila mara tunapokwenda watu wanakubali, wamempa kesi ya uhaini. Sasa wananchi, nawauliza niko tayari ingie kwenye uchaguzi kama ule ama tuunganishe nguvu tusubiri tamko na kuzuia uchaguzi katika njia za amani na haki? wanaosema uchaguzi haufai bila mabadiliko, wanaosha mikono huko, wanaosha mikono, wanaosema uchaguzi haufai bila mabadiliko. Sasa miongoni mwetu, miongoni mwetu walivyosikia hilo jambo watu wakaanza, ndio wao wanaita G55, sio G55 jina lao 55. 55. ni wapumbavu 55, sema wapumbavu, ni wapumbavu 55 au wapumbavu 55, wakasema hiki chama hatuingii kwenye ubunge kwa sababu tunapokea ndoto zetu. Chama hiki ndoto yake ya kwanza sio lema kwa mbunge wala mnika wala Lisu. Ndoto yake ya kwanza ni uhuru wa kweli, mabadiliko ya kweli, na utu kwa kila mwananchi. Ni bora kuchelewa kushika mamlaka ya nchi, lakini mkajenga msingi mmoja katika nchi, kacha utamaduni wa watu kuheshimu haki na utu. Hilo ni jambo muhimu kuliko sisi